Viongozi pamoja na wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam leo wamefika nyumbani kwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harison Mwakyembe kutoa salamu za pole kufuatia msiba wa mke wake Linnah Mwakyembe aliyefariki dunia jana usiku jijini Dar es Salaam. Mwili wa Linnah Mwakyembe aliyefariki dunia katika hospitali ya Aga Khan alikokuwa akipatiwa matibabu unatarajiwa kuwasafirishwa siku ya Jumanne kwenda wilayani Kyela mkoani Mbeya kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika siku ya Jumatano. Tupate taarifa zaidi wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harison Mwakyembe Kunduchi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, ambapo viongozi pamoja na wakazi mbalimbali mbali wa jiji la Dar es Salaam wamefika hapa kwa ajili ya kutoa salamu za pole kufuatia msiba wa mke wake Linnah Mwakyembe aliyefariki dunia jana usiku katika hospitali ya Aga Khan alipokuwa akipatiwa matibabu. Miongoni mwa viongozi waliofika kutoa salamu za pole ni waziri mkuu Kassim Majaliwa. Mheshimiwa waziri ekuli vibuno wewe na watoto, tunawasihi sana mwa watulivu. Serikali itaendelea kushirikiana na wewe ya kufanya maandalizi yote, na katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni, sanaa na michezo atatuongoza kuratibu shughuli zote hapo. Ataandamana na kamati ile ambayo inaratibu shughuli zote kwa kuwa pia MC wetu ametupa taarifa kwamba safari itakuwa jumanne na mazishi Jumatano. Makamu wa rais ndo atakuongoza serikali kuja hapa kuja kuaga mwili kwa hapa Dar es salam na mimi taiongoza serikali kushiriki kwenye mazishi kule nyumbani kela. Nyimbo za maombolezo nazo hapa hazikukosekana. Solomon Kivuyo ni msemaji wa familia ambaye alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari. Marehemu aliugua kwa muda mrefu, aliugua kwa muda mrefu, alipata kansa kwa kipindi kirefu na walijitahidi sana kumtibu, kwa maana ya kwamba hapa na nje, India na mpaka Uturuki, lakini na baadaye akaja pia akalazwa Mwimbili na agakana, ambavyo walipofia mara ya mwisho amewaacha watoto watatu wa kiume, yuko George, yuko Moses na Peter. Salamu mbalimbali zimeendelea kutolewa kufuatia msiba huo, zikiwemo za kutoka kwa Rais John Magufuli, ambaye katika salamu zake ameelezea kushtushwa na kusikitishwa na kifo hicho na kusema kuwa yeye na familia yake anaungana na Dr. Harison Mwakyembe katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Mwili wa Linnah Mwakyembe unatarajiwa kusafirishwa siku ya Jumanne kwenda wilayani Kyela, mkoani Mbeya, kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika siku ya Jumatano. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake liimidiwe. Alfa Wawa, TBC.